Chini ya mbuyu mkuu. Kulikuwa na kijiji kimoja kilichozungukwa na milima ya kijani kibichi na mashamba ya mpunga yaliyong'aa chini ya jua kali la mchana. Kijiji hicho kiliitwa Lugoma na kilikuwa mbali sana na miji mikubwa. Lakini ndani ya utulivu huo, palifichika siri nzito, ndoto zilizozimwa na mioyo iliyojeruhiwa. Mbuyu mkubwa uliokuwa katikati ya kijiji ndio ulikuwa kitovu cha kila jambo, mahali pa mikutano, pa watoto kucheza mchana kutwa na pa wazee kutoa hekima zao usiku ukikaribia. Lakini ni wachache waliokuwa wakijua kuwa chini ya mbuyu huo, historia ya kijiji hicho ilikuwa imezikwa. Wahusika wetu wakuu ni Sami, Daria, Baraka na Naima. Sami, kijana mwenye akili nyingi na ndoto ya kuwa mjasiriamali mkubwa, alirudi kijijini kutoka chuo kikuu baada ya kushindwa kuendelea na masomo kutokana na matatizo ya kifamilia. Alivaa jeans nyeusi, sneakers safi na t-shirt nyeupe iliyokazwa kifuani, uso wake ukiwa na mvuto wa Kitanzania, ngozi laini yenye rangi ya kahawia, macho yenye umakini na nywele zilizonyolewa kwa mtindo wa kisasa. Alionekana tofauti sana na vijana wengine wa kijijini. Alipowasili alikuta hali ya kijiji ikiwa tofauti na alivyokumbuka. Daria, msichana mrembo mwenye mwonekano wa kisasa kabisa, alikuwa amevaa kimini cha blue jeans na blouse ya mikono mifupi ya kijivu. Macho yake makubwa yenye wanja yalimtoa sana, na midomo yake yenye lip gloss ya pink ilimpa mwonekano wa kuvutia. Alikuwa mwerevu na alipenda sana kusoma vitabu vya falsafa na maisha. Lakini alificha siri kubwa. Baba yake ndiye aliyekuwa anamiliki ardhi yote ya kijiji na alihusishwa na usafirishaji haramu wa mbao kutoka msituni. Baraka, rafiki mkubwa wa utotoni wa Sami, alikuwa mcheshi lakini mwenye misimamo isiyoyumba. Mwili wake ulikuwa wa mazoezi, sura ya kuvutia na sauti nzito ya kuvutia. Alikuwa amevaa suruali ya cargo nyeusi na tisheti nyekundu ya kuvutia iliyomkaa vizuri. Tofauti na Sami, Baraka hakuwahi kutoka kijijini lakini aliweza kujifunza mambo mengi kupitia YouTube na vitabu vya maktaba ndogo ya kijiji. Lakini sasa alikuwa na maslahi mapya. Alikuwa akitafuta njia ya kuanzisha biashara ya mitandao kijijini, lakini akaanza kuvutiwa na Daria, mrembo wa zamani wa Sami. Naima, msichana mpole na mchoraji wa kijiji, alikuwa ni kipenzi cha watu wengi. Sura yake ilikuwa ya kiasili, ngozi ya chokoleti laini, nywele zake ndefu zikiwa zimefungwa kwa staili ya kisasa. Alipenda kuvaa trousers za rangi na blouse maridadi, mara nyingi akiwa na kofia ndogo ya kuzuia jua. Licha ya upole wake, alijua mengi yanayoendelea na alikuwa na mchoro wa mbuyu mkubwa aliyokuwa akiuchora tangu akiwa mdogo. Alikuwa akiota kuwa ndani ya huo mti, kuna mlango wa zamani unaoelekea kwenye chumba cha sirini. Siku moja watoto waliokuwa wakicheza karibu na mbuyu walipiga kelele baada ya ardhi chini ya mti huo kupasuka kidogo kufuatia mvua kubwa. Wakaona chuma cha duara kikiwa kimejificha chini ya mchanga. Sami aliyekuwa karibu alikimbilia pale, akachukua chuma hicho na kugundua kuwa ni mlango wa chini ya ardhi. Akiwa na Baraka, Daria na Naima, waliamua kushuka ndani ya mlango huo usiku wa manane. Ndani walikuta chumba kilichojaa maandiko ya kale, picha za wazee waliopita na ramani ya ardhi ya kijiji kizima. Waligundua kuwa kijiji hicho kilikuwa kimeuzwa miaka mingi iliyopita kwa kampuni ya kigeni na baba yake Daria ndiye aliyesimamia mkataba huo kwa siri. Hapo ndipo urafiki wa wanne hao ukaanza kutikisika. Daria alikataa kuamini baba yake angefanya jambo kama hilo. Sami alikasirika akihisi alichotoka mjini kuja kuokoa ni hewa. Baraka alianza kumshinikiza Daria aseme ukweli, huku Naima akilia kimya kimya, akiandika yote kwenye daftari lake la michoro. Siku iliyofuata, Sami alisimama mbele ya wanakijiji chini ya mbuyu na kueleza kila kitu. Watu walilia, wengine wakashangaa na wazee wakashtuka. Daria alikuja mbele na kukiri, aliwahi kusikia baba yake akizungumza kwa simu juu ya ardhi, lakini hakujua undani. Aliahidi kusaidia kurudisha haki za kijiji. Wiki kadhaa baadaye, kijiji kilianza upya. Michoro ya Naima ikawa msingi wa historia ya kijiji. Sami akafungua kituo cha maarifa, Baraka akaanzisha duka la vifaa vya kidigitali na Daria akawa msemaji wa wanawake wa kijiji akihakikisha haki za ardhi zinaheshimiwa. Chini ya mbuyu mkuu walikutana tena, wakiwa wamebadilika. Wakakumbatiana na kusema kwa pamoja, hii ni ardhi ya mababu zetu, hatutarudia makosa yao, bali tutajifunza kutoka kwayo. Mtazamaji, hapa ndiyo mwisho wa simulizi yetu. Usikose kuungana nasi hapa hapa katika Hadithi za Kiswahili kwa simulizi nzuri za kuvutia na kusisimua. Kumbuka kusubscribe, like na tuandikie komenti hapo chini kuhusu simulizi hizi. Asante uwe na wakati mwema.